Kampeni za uchaguzi wa eneobunge la Malava katika kaunti ya Kakamega zimeshika kasi. Wajumbe wa Kenya Kwanza wakiongozwa na msaidizi wa Rais Farouk Kibet walikita kambi eneo la Manda Shivanga kumpigia debe mgombea wa ubunge wa Malava kwa tikiti ya UDA David Ndakwa. Waliahidi miradi zaidi ya maendeleo katika eneo hilo ikiwemo kuboresha miundo msingi ya barabara walio Wamesema ni serikali pekee inayoweza kuleta maendeleo katika eneo hilo, na hivyo wakazi wakaomba kumpigia kura Ndakwa kwa wingi ili kutoa ushindi. Ili nikuja niwaongelesha hapa na mmekuja, na mimi kama jirani nitasimama na nyinyi, na ao vijana ya Lwandeti bodaboda wamenipata, wamesema hii shule hii uh... Secondary school. Yeah. Na nimesema, Luandet secondary school kwa ile mbio ya Chepsaita yeah, tuwapatie milioni moja, yeah, ndio watoto wasome. Kama ni mambo ya barabara nitahakikisha ya kwamba mheshimiwa wenu Kivish akileta 10 km mimi naleta kera, tunamaliza mambo yaya mabarabara mbaraba, ya sasa sawa. Nitahakikisha kama ni stima, last mile ikuje hapa iongalishwe hapa yote round na nihakikishe kwamba hiyo stima inaingia hata kwa nyumba ya, nya, ya nyasi.